Kwamba hata katika hasia ya jiji bado kuna pori. Thandi alisimama akitazama mbali. Na hata katika hasia ya maisha bado kuna utulivu. Walipumzika kwenye benchi chini ya mti wa Akesha, wakila chakula cha mchana walichokileta. Joto la mchana lilikuwa lenye utulivu na sauti za wanyama pori zilichanganyika na sauti ya mbali ya jiji. Naweza kuuliza kitu? Thandi aliuliza baada ya muda wa kimya. Bila shaka. Kwa nini umekuwa na kiu ya kuandika? Bahati alikanyaga kidogo, akitazama mkononi mwake. Kwa sababu nilipoteza sauti yangu. Unamaanisha nini? Mama alikuwa mganga wa jadi, Bahati alianzisha. Alinifundisha hadithi zote za jadi za wanadamu waliobadilika kuwa wanyama, za pepo wa mito, za mapenzi yasiyoweza kufunikwa. Aliniambia hadithi hizo zitasaidia kulinda jamii. Alisimamisha akikumbuka kisha wagonjwa wakaanza kufa, wagonjwa wengi kwa kipindi kifupi. Watu walianza kusema ni uchawi, wakamlaumu mama. O, oh, Bahati. Thandi alimweka mkono wake kwenye mgongo. Alipelekwa gerezani, alifariki kabla ya kesi yake kufika kotini. Bahati alisimamisha akijaribu kuzuia machozi. Mahadithi zote zilikufa pamoja naye, sikujua tena ni nani mimi bila hadithi hizo. Thandi hakusema kitu kwa muda Alimkumbatia Bahati akamrukusia kichwa chake kwenye bega. Bahati alijisikia kufunguliwa kama bunduki iliyofunguliwa, na machozi yake yalimwagika kwa ukweli ambao hakuwa ameshiriki na mtu yoyote. Sasa unajua, alisema mwishoni, sauti yake ikiviringika. Thandi alimnyoosha akamfutilia machozi. Hadithi za mama yako hazikufa Bahati, zimehifadhiwa ndani yako, na sasa unazoandika upya kwa sauti yako mwenyewe. Lakini ninaogopa Bahati alikiri. Ninaogopa kama nikizisimulia nitazipoteza tena. Utafanya hivyo, Thandi alisema kwa ujasiri. Na utazipata upya kwa sababu hadithi ni kama miti, hukufa kabisa, zinachipua upya katika msimu ujao. Bahati alimwangalia Thandi akijisikia kivuli cha uoga ukiondoka moyoni mwake. Katika macho ya Thandi aliona kioo cha kumtazamia yeye mwenyewe, nusu ya kweli, nusu ya matumaini. Kwa nini unanisaidia? Aliuliza kwa upole. Kwa mara ya kwanza, Thandi alionekana kutetereka. Kwa sababu nilipokutana nawe nilijikuta nikifikiria tena kuhusu mapenzi. Bahati alipata shida ya kupumua. Mapenzi nimesafiri ulimwengu mkote, Thandi alisema, macho yake akipata kina kirefu. Nimekuwa na mahusiano, nimejaribu, lakini sikujawahi kujisikia hivi kama ninavyojisikia nawe. Na unajisikiaje? Bahati aliuliza, sauti yake ikiwa nyororo kama hewa ya jioni. Kama nimerudi nyumbani, Thandi alijibu. Kama nimekutana na mtu anayefahamu lugha yangu hata kabla sijasema neno. Bahati alijisikia kama anajikuta kwenye macho ya Thandi, akijua hili lilikuwa hatari, akijua hili lilikuwa linaweza kumuumiza, lakini pia alijua hakukuwa na njia nyingine ya kwenda. Najisikia vivyo hivyo, alisema mwishoni, sauti yake kiviringika. Wakakaa hivyo. Mikono yao iliyounganishwa, macho yao yakiwa yameunganishwa, wakati unapopita na wanyamapori wakiendelea na maisha yao. Katika wakati huo, kila kitu kilionekana rahisi, kilionekana kama nguzo za mwanga zilizotoka mbinguni na kuwafunika wawili hawa, kuwalecha wakiwa na siri ya pamoja ambayo hata wanyamapori hawakuweza kuelewa. Mara ya kwanza nilipokupata, Thandi aliendelea, nilijua kitu kilikuwa tofauti sikujua ni nini hasa, lakini nilijua ninataka kukujua zaidi. Bahati alimshika mkono mzuri, akihisi ngozi yake laini chini ya vidole vyake. nilifikiri una mwanamitindo mwenye kujishughulisha, nilikufikiria mbali. Thandi alitabasamu, macho yake akifanya kicheko. hiyo ndiyo nafasi yangu ya nje. ndani ndani, mimi ni msichana wa Kisumu anayependa vitabu na chai na kusikiliza hadithi za jadi na mapenzi. Bahati aliuliza, hata kujua alikuwa akiweka kichwa chake kwenye shingo. Thandi alimwangalia kwa kina. Mapenzi ni ndamu ambayo sijui mwendo wake bado, lakini najisikia kama ninataka kujifunza. Mwemlala wa miaka kumi na tano aliwapita akiendesha baiskeli na wakaachwa wawili peke yao tena katika ulimwengu wao mwenyewe. kuna kitanda cha mawa hapa karibu, Thandi alisimama. kinachukua wasafiri wengi. ungependa kuona? Ningeenda popote unaendako Bahati alijibu na mara aliposema alijua amefunguka kabisa. Kitanda cha mawa kilikuwa kimejaa mawa ya rangi mbalimbali yanayotikisa kwa upepo. Watu wachache walikuwa wakipiga picha na mazingira yalikuwa na amani. Paris ilikuwa na bustani nzuri, Thandi alisema akiketi kwenye benchi. Lakini hakuna kulingana na hii. Bahati aliketi karibu naye, bega lake likimgusa la Thandi. Ungependa kurudi Paris kwa kazi dio? Lakini sikuishi Thandi alimgeukia Bahati. Nafikiri nimechoka kutembea, nataka mizizi. Bahati alisikia moyo wake ukidunda kwa matumaini. Nina mizizi mingi, zinaweza kukushika. Thandi alimkumbatia kwa upole, na Bahati aliingia kwenye kumbato hilo akijisikia kama amepata mahali pake. Alikuwa amekosa kumbato la mama yake kwa miaka mingi, na kumbato la Thandi lilionekana kujaza pengo hilo. Na joto lingine, Bahati Thandi alisema sauti yake ikivuma kwenye shingo la Bahati, kuna kitu nataka kukwambia. Bahati alinjia hakuwezi kusema chochote. Kesho ninatakiwa nirudi Paris kwa mkutano wa wiki mbili, thandi alimnyoosha, mradi wa picha unahitaji kukamilika. Bahati alisikia kama dunia ilisimama. wiki mbili ndiyo, lakini nitarudi. Thandi alimshika usoni, na nikiwa hapo nitakuandikia kila siku, nitataka kujua kila kitu kuhusu wewe. Ungeweza kunisahau? Bahati alisema sauti yake ikiviringika. Paris, mwanamitindo mzuri. Thandi alimkumbatia kwa nguvu. Paris haina kitu kuliko kile ninachohihisi hapa. Nahisi, nahisi kama nimekutana na sehemu ya nafsi yangu niliyoikosa. Bahati alimwangalia akitafuta ulongo machoni mwake, lakini aliona uaminifu tu. Najisikia vivyo hivyo, alisema mwishoni Wakakaa hivyo, mikono yao iliyounganishwa, macho yao yakiwa yameunganishwa, wakati unapopita na wanyamapori wakiendelea na maisha yao. Katika wakati huo kila kitu kilionekana rahisi, kilionekana kama nguzo za mwanga zilizotoka mbinguni na kuwafunika wawili hawa, kuwalecha wakiwa na siri ya pamoja ambayo hata wanyamapori hawakuweza kuelewa. Mara ya kwanza nilipokupata, Thandi aliendelea, nilijua kitu kilikuwa tofauti sikujua ni nini hasa, lakini nilijua ninataka kukujua zaidi. Bahati alimshika mkono mzuri, akihisi ngozi yake laini chini ya vidole vyake. Nilifikiri una mwanamitindo mwenye kujishughulisha, nilikufikiria mbali. Thandi alitabasamu, macho yake akifanya kicheko. hiyo ndiyo nafasi yangu ya nje. Ndani ndani, mimi ni msichana wa Kisumu anayependa vitabu na chai na kusikiliza hadithi za jadi na mapenzi Bahati aliuliza hata kujua. Alikuwa akiweka kichwa chake kwenye shingo. Thandi alimwangalia kwa kina. Mapenzi ni ndamu ambayo sijui mwendo wake bado, lakini najisikia kama ninataka kujifunza. Mwemlala wa miaka 15 aliwapita akiendesha baiskeli, na wakaachwa wawili peke yao tena katika ulimwengu wao mwenyewe. Kuna kitanda cha mawa hapa karibu, Thandi alisimama. Kinachukua wasafiri wengi. Ungependa kuona? Ningeenda popote unaendako. Bahati alijibu na mara aliposema alijua amefunguka kabisa. Kitanda cha maua kilikuwa kimejaa maua ya rangi mbalimbali yanayotikisa kwa upepo. Watu wachache walikuwa wakipiga picha na mazingira yalikuwa na amani. Paris ilikuwa na bustani nzuri, Thandi alisema akiketi kwenye benchi. Lakini hakuna kulingana na hii. Bahati aliketi karibu naye, bega lake likimgusa la Thandi. Ungependa kurudi Paris? Kwa kazi ndio, lakini sikuishi Thandi alimgeukia Bahati. Nafikiri nimechoka kutembea, nataka mizizi. Bahati alisikia moyo wake ukidunda kwa matumaini. Nina mizizi mingi, zinaweza kukushika. Thandi alimkumbatia kwa upole na Bahati aliingia kwenye kumbato hilo akijisikia kama amepata mahali pake. Alikuwa amekusa kumbato la mama yake kwa miaka mingi na kumbato la Thandi lilionekana kujaza pengo hilo na joto lingine. Bahati, Thandi alisema, sauti yake ikivuma kwenye shingo la Bahati. Kuna kitu nataka kukuambia. Bahati alinjia, hakuwezi kusema chochote. Kesho ninatakiwa nirudi Paris kwa mkutano wa wiki mbili, Thandi alimnyoosha. Mradi wa picha unahitaji kukamilika. Bahati alisikia kama dunia ilisimama. Wiki mbili? Ndiyo, lakini nitarudi. Thandi alimshika usoni, na nikiwa hapo nitakuandikia kila siku. Nitataka kujua kila kitu kuhusu wewe. Ungeweza kunisahau? Bahati alisema, sauti yake ikiviringika Paris mwanamitindo mzuri. Thandi alimkumbatia kwa nguvu. Paris haina kitu kuliko kile ninachohisi hapa. Nahisi, nahisi kama nimekutana na sehemu ya nafsi yangu niliyoikosa. Bahati alimwangalia akitafuta ulongo machoni mwake, lakini aliona uaminifu tu. najisikia vivyo hivyo, alisema mwishoni. Wakakaa hivyo, mikono yao iliyounganishwa, macho yao yakiwa yameunganishwa, wakati unapopita na wanyamapori wakiendelea na maisha yao. Katika wakati huo kila kitu kilionekana rahisi, kilionekana kama nguzo za mwanga zilizotoka mbinguni na kuwafunika wawili hawa, kuwalecha wakiwa na siri ya pamoja ambayo hata wanyama pori hawakuweza kuelewa. Mara ya kwanza nilipokupata, Thandi, aliendelea nilijua, kitu kilikuwa tofauti. Sikujua ni nini hasa, lakini nilijua ninataka kukujua zaidi. Bahati alimshika mkono mzuri, akihisi ngozi yake laini chini ya vidole vyake. Nilifikiri unamwona mitindo mwenye kujishughulisha, nilikufikiria mbali. Thandi alitabasamu, macho yake akifanya ya kicheko. Hiyo ndiyo nafasi yangu ya nje. Ndani ndani mimi ni msichana wa Kisumu anayependa vitabu na chai na kusikiniza hadithi za jadi na mapenzi. Bahati aliuliza hata kujua, alikuwa akiweka kichwa chake kwenye shingo